Lakini tumia nafasi pia kuwashukuru sana kwa upendo wenzetu wa Brela. Nilipigiwa simu leo tunafikiri kwa kwenye media saa saba au saa nane hivi kwamba Brela itakuja hapa. Na nilikuwa na mialiko kama sita hivi siku leo. Unajua mwezi huu na baraka zake nyingi sana. Kila sehemu ni kufikiri. Lakini nikasema wacha nije hapa kwa watoto yatima, niambatane na wenzetu wa Brela. Na kwa kweli nimefurahi kuona jinsi ambavyo Brela mmejitoa, mmeacha kwenda kufanya shughuli hii ya iftari kwenye mahoteli makubwa, mkaja kuwalisha hawa watoto. Ni baraka kubwa sana mmejitoa, na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema atawalipa kwa hiki ambacho mmekitoa, na atawaongezea zaidi na zaidi. Brela leo itakuwa zaidi na zaidi. Sasa, kwa nini sisi tumekuja hapa leo? Brela mwaka jana tulifanya pale, eh, Akemi Akemi pale hela karibu yote tunaiacha pale, alafu kila tukiangalia hivi wengi waliopo, kuna mtu anasema msemo mmoja kwamba wenye hela huwa hawali sana. Sasa mnanunua pale sahani sijui shilingi elfu arobaini lakini mwisho wa siku mtu nakula kidogo, mnaondoka. Tatu kakaa, tukasema hapana, safari hii sasa lazima tuje kivingine, tutafute wahitaji, tutafute wahitaji. In fact, watu wangu wako hapa ni mashahidi, waliandika dokezo kuniletea mimi turudi tena Akemi, nikawaambia tuende Akemi. Safari hii tafuteni vituo vya watoto yatima ama wasio na uwezo. Sisi twende pale tukae tule nao, tukisha kula nao tutoe chochote tulichonacho tuwakabidhi. Kwa hiyo hii ndio sababu sasa ya sisi kuja hapa. Tunatoa huduma kwa wananchi. Wananchi hawa hawa ndio wanaotuletea e, maokoto tunasema ofisini kule, lakini mwisho wa siku pasenti fulani lazima itumike katika kusaidia hawa watu wasio na uwezo. Watu tunatofautiana, kila mtu ametoka kwenye mazingira anayoyajua mwenyewe. Ndugu zangu, niwaombe sana, kwa wale watu ambao labda kwa sababu bado tunazo, tunazo siku nyingi, hebu tutenge muda kila mtu kwa wakati wake aende atembelee hawa watoto wenye uhitaji, ajaribu kurejesha maneno yake moja juu ya jingine. Maneno yamejaa utu, yamejaa uelewa, yamejaa weledi na utashi na makusudi kabisa. Unaweza ukaona labda uko peke yako, kumbe umekosa nguvu ya kulifikisha suala lako kwenye jamii jamii kuna watu wengi tu wanahitaji kusaidia katika mambo kama haya, lakini hawajui wamsaidie nani, kwa sasa ana shida gani.